Nichukue nafasi hii kuwajulisha wananchi wote wa mkoa wa Mwanza kwamba waondoe hofu ya aina yoyote. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza kwa, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga ipasavyo. Tumejipanga ipasavyo kudhibiti aina yoyote ya uvunjifu wa amani, aina yoyote ya vurugu. Tumejipanga kuliweka jiji na halmashauri zake zote salama. Utakapoona idadi kubwa ya askari kuwepo barabarani na vitendea kazi, tusishangae, bali wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wafurahie, kwa sababu ulinzi umeimarishwa maradufu. Ukiona idadi kubwa ya askari na vitendea kazi barabarani, wafurahie na watoe ushirikiano. Vifaa hivyo na askari hao wameongezeka maradufu ili kuimarisha zaidi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 Narudia tena, wahalifu kwa sasa watafute shughuli nyingine za kufanya sambamba